Pamoja na kubana ratiba lakini ukaja ni ukaja tu lazima yeah! tukeruke ukaja sina kuitozinamakapam yeah. Sasa, ndugu zangu hapa, mimi nimekuja kwanza kuwashukuru kwa kura nyingi mlizonipatia wakati wa uchaguzi mkuu. Mjipigie makofi mengi sana yeah! lakini la pili mimi mimi nisipo nisingekuwa waziri kama msingenipa ugumbu baada ya kunipa kura nyingi, na tulizokuwa tunasisitiza jamani, makatobi ya mahere ena miharuanyoomwile sinamakabama. Sasa tume- tumeongezewa majukumu, kuongezewa kwangu majukumu sio maana yake nitakaa huko tu, lazima nirudi nyumbani. anza swala la amani, msidanganywe na jambo lolote kwamba eti twende si tukaandamane, si tukafanye nini? Wenzenu wapo huko wanakula maisha na familia zao, alafu wao huko wanasema, yani sisi tupigane tupigane, alafu apate nani? Sisi twendeni tukalime shamba. Na mimi kama mbunge wenu nimeshasema kwamba kata hii, tafuteni heka, sawa? Akina mama hekali tano nitalipia mimi kulima na vijana hekari tano nitalipia mimi gharama za kulima, kwa wale ambao akina mama wakiji, wakijiandaa. Sasa wale akina mama wakijiandaa wanataka kulima ufuta iwe mbaazi iwe mahindi, hekari tano, gharama zote nitatoa mimi. Nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Waziri, wakati wa kura sisi wilaya na Mtumbo tulijitokeza kwa wingi kupiga kura, wananchi hawa ni shahidi, na ndio maana tulipiga kura za kutosha kwa Mheshimiwa Mbunge pamoja na Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, na kuonekana jinsi gani wananchi hawa uh, walivyokupenda na kukupa kura za kutosha. Tunaamini vivyo hivyo Mheshimiwa Rais aliona kabisa akikukabidhi nafasi hii ya kumwakilisha kwenye Wizara ya Katiba na Sheria, ambaye ndio wizara ya watu wenye akili na wewe unafahamika kama the big brain. Big brain. Oye hii tumemuunga waziri kwa asilimia mia, mia, matamko yake ya amani. Na katika kata ya Msindo jambo la amani liko katika kata ya Msindo jambo la amani niswala, ni swala ambalo ni mtambuka. Sisi ni watu wa amani, tutajivurugu vurugu maisha yetu. Sisi tumezoea kuwa na amani na amani sisi ni rekodi yetu kwenye maisha yetu. Anapokuja mtu kiumbe aina yoyote kuja kushawishi vitu ambavyo vyenyewe viko nje ya utaratibu, huyo mtu ni adui wa kumpuuza na wa kuachana naye. Kwa na mtumo tuli haidi yoyote atakayekuja kuleta vurugu yoyote au kutoa tamko la aina yoyote linaonyesha ucho, linaonyesha uchochezi watamkuta kituo cha polisi.